unaweza kuwa mdau wetu kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele na kutufuatilia kila inapoitwa. Sasa mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory tag Kawe. nianzie sehemu ya kwanza magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa, nikiangazia gazeti Taifa Leo, habari kubwa inasema ni kampeni za risasi na marungu eh. ni kampeni za risasi na marungu? Wapi? Kwa nini? Kama tanakala ya gazeti Taifa Leo vilevile. Eh, gazeti hili limeandika Makongeni ni, vil, eh, ni vilio baada ya bomoabomoa eh, uchaguzi. Kindiki na Mudavadi eh, katika ratili haya. Museveni na Ruto waahidi kupeleka SGR DRC, habari ambayo imetajwa katika gazeti Taifa Leo. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Pambazuko. Mawaziri kujipanga kutoa kauli nzito hivi karibuni, habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Papa Leo ashauri mazungumzo. Tanzania sasa ni mwendo wa kufunga mikanda, habari hizi hi zimeandikwa katika gazeti Pambazuko, unaweza kujipatia nakala yako. Gazeti Rada, ufanisi katika uchunguzi serikali Gen Z ngoma nzito serikali Gen Z ngoma nzito, mkakati wa siri risasi Oktoba 29. Habari iliyotajwa katika gazeti Rada maridhiano silaha mpya kuivuruga Afrika. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Habari Leo, guiji la habari Tanzania. Habari kubwa inasema ni vita ya uchumi, serikali yaonya vyombo vya nje kupotosha matukio ya uchaguzi, yahimiza watanzania wailinde nchi yao. Bima ya afya kwa wote kujumuisha makundi matano, tira kusimamia utekelezaji. Wageni wa banwa e, maeneo ya SGR za juu da Dodoma hadharani. E, New York Times yapotosha uhalisia vurugu za uchaguzi. Habari hii imetajwa katika gazeti habari leo, e, gwiji la habari Tanzania wa machinga sauti ya wanyonge limeandika ripoti ya CNN ya zua kasheshe. Ripoti ya CNN ya zua kasheshe, serikali yaja juu, wakitaka chombo hicho cha kimataifa kuzingatia misingi na maadili ya uandishi. Habari hii utaipata katika gazeti wa machinga. Habari nyingine anasema ulega achafukwa, e, ulega achefukwa mikese Dr. Mwinyi Nchimbi wateta Ikulu Zanzibar. E, wananchi wasiwe na hofu, barabara zote zinapitika kipindi hiki cha mvua. Mtendaji mkuu wa TANROADS anayasema hayo. Naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya, ya leo. Ripoti CNN yaibua hoja ya serikalini. Habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii mchakato wa katiba mpya utaanza hivi karibuni, waziri huyo. Wanafamilia wahukumiwa kifungo jela kwa mauaji, habari hiyo utaipata katika gazeti Nipashe. Ajali yaua watano Monduli, jeshi la polisi la chunguza. Wauguzi wawili wasimamishwa kazi, tukio la mtoto kuharibika mkono. Gazeti Nipashe linaeleza habari hiyo kwa undani. Gazeti Mwananchi limeandika waliopoteza ndugu waende polisi, ni kauli ya kwake Msigwa. Vurugu za Oktoba 29, waliopoteza ndugu waende polisi. Usichukulie poa maumivu ya kichwa, wataalamu watoa tahadhari. Vigogo ACT wajifungia kujadili SUK Zanzibar. E, wajitosa kupinga ubunge wa Babalevo Kortini <tiny> kulikoni Haya, Dira ya Mtanzania, hoja ya wote. Watumishi TANROADS wasimamishwa kazi, ni kwa kusababisha foleni Mikese. Waziri Ulega asema hatamwonea mtu, hatakubali wananchi wateseke. Haya, vigogo ACT wajifungia kujadili hali ya siasa. Ajali ya ua watano Arusha. Wa Tanzania ni salama na imetulia ni kauli ya kwake Msigwa. Dira ya Mtanzania, hoja ya wote, linaandika gazeti uelekeo uh, limeandika Tanzania ni salama na imetulia. Dunia yaambiwa yaambiwa na nani? Yaambiwa na Msigwa eh, kwamba Tanzania ni salama na imetulia. Ni sahihi kuchapisha, eh, si sahihi kumradhi, si sahihi kuchapisha tuhuma dhidi ya serikali bila kuipa nafasi ya kujibu. Serikali kuimarisha uh, usalama Disemba 9 <laughs> watalii waombwa wasihofishwe Wana gazeti Uelekeo <laughs> limeandika haya. Wazazi wahimizwa kuandikisha watoto wenye ulemavu. E, mifugo mm-hmm, ni nguzo ya uchumi. Habari hii imetajwa katika gazeti Uelekeo. Unaweza kukamata nakala yako kufaidi habari hiyo kwa kina. E, viongozi wa ombwa kuthamini sekta binafsi. Naondoka hapo nikiangazia gazeti E, linalofuata mtazamaji, gazeti Jamvi la Habari, tung'amue mtego. Msigwa anasema hayo, e, Gerson Msigwa. E, yapo mambo ambayo yameelezwa hapa, unaweza kupata e, nakala hii ya gazeti hili ukapata habari hii kwa kina. Ndejembi atoa mwelekeo mpya TANESCO. Dr Homera kuongoza mkutano wa Rita wadau e, na wadau wake Haya, vilevile gazeti Majira, ya gazeti huru la kila siku, bwana limeandika, ulega asi, asimamisha kazi watumishi TANROADS huko. CNN wanaambiwa jiepusheni, utangazaji maudhui ya upande mmoja. Serikali yaipongeza TRA uboreshaji mazingira ya biashara. dola milioni 304 za COP 304, 304 na ufadhili miradi ya milimani, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Uhuru, ukweli daima. Serikali yatoa tamko. Treni za jiji da Dodoma zanukia. Viongozi wa dini washauriwa kuepuka lugha za kugawa taifa. Chuo Kikuu Mzumbe chaweka rekodi mpya. Haya, kamata nakala ya gazeti hilo kufaidi. Vilevile Taifa Tanzania, uzalendo kwanza Gazeti hili limeandika, Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS kwa foleni hapo Mikese. Sawa, BOT yatoa hakikisho usalama mifumo ya malipo. Gazeti Taifa Tanzania linaeleza habari hiyo kwa kina. Aha. Gazeti Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe limeandika viongozi tekelezeni kwa vitendo maagizo ya Dr. Mwinyi. Wananchi eh, wanaambiwa viongozi tekelezeni kwa vitendo maagizo ya Dr. Mwinyi. Yaani, wananchi wanawataka viongozi kutekeleza kwa vitendo maagizo ya rais wao Dr. Mwinyi. Serikali yavikosa vyombo vya habari vya kimataifa yavikosoa, kumradhi, serikali yavikosoa vyombo vya habari vya kimataifa eh. SMZ kuendeleza ujenzi wa barabara mijini vijijini. Dr. Shein aridhisha ongezeko la wahitimu elimu ya juu shambulio la Israel la waua watu wanne ukanda wa Gaza. Habari hii utaipata katika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Sasa tuangazie sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, nikianzia ukurasa wa mwisho wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili limeandika Simba yafa Mkapa, Azam hoi ugenini, mwenye ipongeza Yanga futsali ya anza vibaya kombe la dunia Jobu atobua siri ya Dube. Habari hizi za kimichezo na burudani utazipata ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti habari leo guji la habari Tanzania, huku habari eh, gazeti hili likiandika kupendeza si kuvaa ghali. Miss Granda anasema na hayo kwamba kupendeza bwana si kuvaa ghali, unaweza kuvaa kawaida sana na bado ukapendeza vile vile. Wamachinga Sporti limeandika Simba Azam kazi ipo, michuano CAF. <laughs> Mzizi atoa tuzo kwa wachezaji wenzake, habari hii utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti wa Machinga Sporti. Singida BSC yachezea ya ya kichapo Algeria. E, Novatus anasema Stars tutafanya vizuri Afcon, ikichapa Prisons. habari hii utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti wa Machinga Sporti unaweza kukamata nakala hiyo mara moja. Nipashe ukurasa wake wa mwisho umeandika Simba chali nyumbani e, nyota wake wakosa nafasi nyingi za wazi kufunga mabao. Huu e, ni mchezo jana uliopigwa e, sawa. Pedro Yanga, hii ni hatari kwa upinzani. Haya bwana Gazeti eh, mwanaspoti limeandika, mashabiki wa waka tatizo, kocha simba ya nne bila ushindi nyumbani, azam nayo hoi, masta dube alikataa mechi, Jackie Chan fundi aliyegoma kuacha pesa. Habari hii imetajwa katika gazeti mwanaspoti, gazeti la kimichezo na burudani pekee, asubuhi ya leo. Gazeti uelekeo spoti limeandika Simba yafia nyumbani moja kwa sifuri Azam Football Club ya chapo Genini mbili kwa sifuri Singida BS yaanza vibaya, shirikisho Motsepe anaamini taji kombe la dunia kuja Afrika, bondia Lupakisio Angara Romania. Haya za spoti limeandika Simba Azam, za Chemsha Kaf, Dr. Mwinyi aipatano Yanga, habari ambayo utaipata hapo, eh, el -el Hilal kushiriki ligi kuu ya Rwanda. Slot kufukuzwa Liverpool, swali kwa mujibu wa za Sporti, eh, nauliza Slot kufukuzwa Liverpool? Haya, naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia jamvi la habari Sporti limeandika Simba ya buruza mkia Kaf, eh, Simba ya buruza mkia Kaf. Ureno e, yaifumua Tanzania kumi kwa sifuri futsla, eh, Futsal Women's World Cup Barhimi, Janvila. Habari hii imetajwa katika gazeti Jamvi la habari michezoni. Vilevile gazeti Majira limeandika makamu wa pili wa rais Zanzibar apongeza Yas Zanzibar International Marathon. Rais Mwinyi apongeza ya Yanga kwa ushindi Simba Sports Club yadondosha pointi tatu CAF Champions League. Haya, Uhuru limeandika Simba Azam za anza vibaya makundi e, moja kwa sifuri ni ushindi iliyopata Petro de Luanda dhidi ya Simba mchezo ligi ya mabingwa Afrika. E, bondia Shoti afichua siri ya ushindi, tuzo ya kaf kwa Raisi Dkt Samia ni heshima, Yanga yakiri ugumu wa Rabat. Habari hii imetajwa ukurasa wa mwisho kabisa gazeti Uhuru. Zanzibar leo michezoni, Dr. Mwinyi ahidi kuimarisha michezo, Simba ya Azam vibaya, klabu bingwa Yanga yapongezwa kwa ushindi, ni habari ambayo imetajwa ukurasa wa mwisho wa gazeti Zanzibar Leo. Taifa Tanzania uzalendo kwanza michezoni limeandika Yanga Sports Club kuondoka Tanzania leo kuifuata JS kab, eh, kablie Bondia mtanzania mpenda, eh, mpenda mpenda ambana Mexico huko ughaibuni. Bondia mtanzania mpenda ambana Mexico huko ughaibuni. Clement Mzizi akabidhiwa ya tuzo yake, habari hii imetajwa ukurasa wa mwisho wa gazeti Taifa Tanzania uzalendo wa kwanza wa michezoni. Nakala hii ya gazeti Taifa Tanzania inahitimisha magazetini leo kwa siku ya leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wahadi wakati mwingine, panapo majaliwa.